Na mwenyezi Mungu ameweka kawaida, atamnusuru yule mwenye kumnusuru yeye. Kumnusuru yeye ndo nini? Kunusuru dini yake aliyoileta, hakuidharau, kaitukuza, kaithamini. Ahadi iliyopo mwenyezi Mungu atamnusuru mwenye kumnusuru yeye. Weka matamiko ya dini na utaona nusura ya mwenyezi Mungu ilivyo. Kwa nini? Inna Allah la qawiyun aziz, kwa sababu mwenyezi Mungu ametangaza hivyo, yeye ni mwenye nguvu tena ni mshindi wa jambo lake alitakalo. Nani hao? Nani hao wenye kumnusuru Mwenyezi Mungu? Alladhina, hawa ni wale ambao, in makannahum fil ardhi, wakati tunapowamakinisha katika ardhi, wanafanya nini katika ardhi mpaka wakaipata nusra ya Mwenyezi Mungu, ni kwamba aqamu salata, husimamisha swala, wa atau zakata, na kutoa zaka, wa amaru bil ma'rufi, na wakaamrisha mema, wa nahau anil munkari, na wakakataza uovu, na imewekwa walillahi aqibatul umur, na kwa Mwenyezi Mungu ndiko kunakopatikana mwisho wa mambo mema. Kwa Mwenyezi Mungu ndio mwisho wake, hakuna pahala pengine. Hivi ndio Mwenyezi Mungu alivyoahidi, wala yansurannallahu man yansuruhu. Nani hawa wenye kumsuru Mwenyezi Mungu? Alladhina, hawa ni wale ambao

ya kumwasi Mwenyezi Mungu. Akiingia hapo, afahamu waziwazi hakuna taa tena atakayoipata na atatafuta kuwatuliza raia zake, hawezi kuwatuliza, kwa sababu amewaletea jambo la kumwasi Mwenyezi Mungu. Akitaka kutiiwa, ende kwa vile Mwenyezi Mungu alivyotaka. Hili ni katika jambo la kutuliza amani katika ardhi. Jambo gani hilo? Ni ijtimaul kalima mkusanyiko wa neno la Waislamu likawa liko moja tu, jambo lao ni moja, furaha ni ya wao wote, msiba ni wa wao wote. Na hapo ndipo watu watapokaa pamoja, wataati walii amri na kumtii yule walii amri. Mtawala anaoongoza hapa walii amri, wasijokafahamu watu mtawala wenyewe ni yule mfalme au rais peke yake, na hata baba katika nyumba yake yeye anakuwa ni walii amri. Vilevile mle ndani ya nyumba mna kiji serikali kidogo cha familia, anatakiwa awe namna kama hiyo. Akianza kukoroga na yeye akaanza kuonekana masigereti tu, kibiriti ndio hicho hicho, marake anaonekana na mwanawe, bangi anaonekana na kokeni, basi hatoweza kuja kumtuliza mwanawe baadaye. Maana anasema nimerithi, mmemwona babangu hivi hivi mie. Na mwisho anamwambia waziwazi, mbona baba wewe unavuta bangi? Utamkatazaje hichi kitu kama hakina maslahi? Mbona unakifanya hakadha? Hivi ndivyo inavyokuwa. Basi na wali amri yoyote mwingine akiwa mtawala wa nchi, mtawala wa nyumba, mtawala wa skuli pale, mtawala wa msikiti, ni kwamba yeye kwanza aonekane ni kwamba yuko katika hali ya uadilifu. Katika watu saba ambao watapata nafasi ya kuingia kwenye kivuli cha mwenye elimu cha Mwenyezi Mungu, yauma la dhilla illa dhillu, katika watu saba hawa kwanza kabisa, wa kwanza kabisa al imamu ladil, ni kiongozi mwadilifu atapata nafasi ya kuingia katika shamiana hiyo kivuli hicho, yauma la dhilla illa dhillu. Kisha baadaye ndo wanafuatia wengine, lakini wa mwanzo kabisa al imamu ladil ma lam yamur bimaasiya, madhali kiongozi huyo mtawala huyo hajaamrisha maasiya, na maasiya yanaamrishwa kwa namna nyingi si lazima uinuke kwenye kikuza sauti mbele za watu, waambie watu, kazi nini, nyote hiyo leo halali tunaweka, hakuna kosa lote kuzini, au unaamrisha leweni nyote, au unaamrisha balaa jingine. Ni kwamba utakayoyafanya katika maeneo ya Waislamu ni kwamba unawaamrisha wafanye fujo pale utapokuwa kila kitu kwako ni upuzi mtupu na hata kama utaweka uchumi wenyewe utegemee mambo ya kuuzwa ulevi, mambo ya kufanya danguro kwa wanawake, mambo mengine mbalimbali, kama utaweka hivyo, ina maana kwamba watu umewaamrisha uovu, na hapo itakuwa hapana taa tena na baraka yote umeifuta, na ile amani unayoizungumza Muislamu kwamba unataka amani na utulivu, hapa itakuwa umefunga milango wewe mwenyewe we ya amani umeitia kufuli ambayo haiwezi kufunguliwa na yoyote ile amani mifungo kufuli isipokuwa, kitakachoonekana hapo sasa ni shari tupu. Unamtegemea afanye nini mlevi? Kwani afanye nini? Na halafu la kuchekesha, ati kuna ulevi wa kienyeji unaambiwa haramu na ulevi mwingine ni halali, unakatiwa lensensi. Ala, upuuzi gani huu? Haya maneno anaambiwa mpumbavu gani katika ardhi Hatuachi upuuzi huu jamani, tukastaghfiri kwa Mwenyezi Mungu. Jeuri gani hii anafanyiwa Mwenyezi Mungu, ya kwamba baadhi ya ulevi unaambiwa huu ni haramu kwa sababu ni wa kienyeji, tende kila siku wanakamatwa watu na mwingine ni halali, mpaka vichochoroni katika mitaa, ukifungua mlango wako wa nyumba unaikabili ba, kwa sababu gani? Anachokiuza kimo ndani ya dasturi za uchumi wa nchi, watu wanategemea uchumi katika mambo haya ni kwamba bala tumelitafuta na tumelinunua, na hali halituondokei, kisha hati halituondokei, halituondokei ila antakuma saa isipokuwa, dawa yake ni moja tu basi assulhu ma Allah, tufanye sulhu na Mwenyezi Mungu sasa <tipas>